Uchaguzi ya taifa ya mwaka elfu moja mia tisa themanini na tano iliifuta kabisa na kuanzisha ndani yake. Kuna mabadiliko mengi mengi mengi sana, lakini sheria hii na sheria pacha, sheria ya Tume Huru ya Uchaguzi, sheria namba mbili ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne ambayo kwa mara ya kwanza tume huru ya uchaguzi inakuwa na sheria yake ambayo inaanzishwa kama tume huru. Kwa nini tulifanya hivyo? Tulifanya hivyo kwa sababu ni rahisi kufanya mabadiliko kwenye sheria hiyo kuliko kwenye katiba. Mabadiliko ya katiba anataka muda mrefu, lakini tulifanya sheria hizi mbili tukazitunga upya kuwapa Watanzania wanachohitaji na hii inatokana na falsafa ya 4R ya mheshimiwa Rais. Madai mengi hasa ya wanasiasa kutoka pande zote ndani ya CCM, chama tawala na vyama vya upinzani, yalifanyiwa ya kazi na yakaingizwa kwenye mabadiliko haya mawili. Waliomba wakurugenzi wasiwe wasimamizi wa uchaguzi, waliomba wapinzani sasa hivi sheria hizi mbili zimetoa hiyo nafasi. Waliomba mtu asipite bila kupingwa, sheria hizi mbili zimetoa hiyo kitu, zimeruhusu sasa kuna kupita bila kupingwa. Waliomba viongozi wa vyama na hasa wa Chama cha Mapinduzi wasisimamie uchaguzi. Sheria hizi zimesema ukiwa mwanachama wa chama chochote au kiongozi au aliacha uongozi miaka mitano iliyopita urusuyu kusimamia uchaguzi. Waliomba wasimamizi wa uchaguzi wapatikane on merit. Sasa hivi nafasi hizo zinatangazwa, watu wanaomba, watafanyiwa usaili, watakayepita majina yao yatatangazwa kwenye gazeti la serikali, ili kama kuna mtu anapingamizi aseme, ah, mmempitisha Damas kusimamia uchaguzi Mbona huyu ni mwanachama wa CCM tena mbunge tena waziri? Waliomba wafungwa wapige kula, imepatikana hiyo. Waliomba uteuzi wa mwenyekiti, makamu mwenyekiti, wa jumbe na mkurugenzi wa tume huru ya uchaguzi yapite kwenye mchakato. Imeundwa kamati ya usaili inayoongozwa na jaji mkuu wa Tanzania, jaji mkuu wa Zanzibar, mwenyekiti wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, makamu mwenyekiti wa Tume za Haki za Binadamu na Utawala Bora pamoja na mjumbe mwingine mmoja. Hao ndio watu wafanyia interview sasa. Wewe unataka kuwa mwenyekiti wa tume? Unapeleka maombi unapita, una kwenye chekecho pale. Watachuja majina matatu ndio watapeleka sasa kwenye uteuzi wa mwisho. Nimesema katika zile sheria 57 zilizofanyia marekebisho. Hebu zangalieni hizi mbili. Sheria namba moja elfu mbili na ishirini na nne na sheria namba mbili elfu mbili na ishirini na nne Na tuwajuze wa Tanzania kwamba mabadiliko ni makubwa mno mno, na niseme tu katika mchakato wa kutunga sheria na mabadiliko, mara zote aupati unachokitaka, inategemeana na bunge limeamua nini. Mara ngapi serikali imepelekwa misaada kule imegonga mwamba? Mara nyingi tu sheria ya bima ya afya mnafahamu, wabunge walikataa zaidi ya mara nne, makaja kupita baadaye, baada ya marekebisho mengi. Kwa mwenye kauli ya mwisho ya mabadiliko haya ni bunge. Serikali ilipeleka mapendekezo yote ya wa wapinzani, bunge likaamua haya ndio yapite, na ni makubwa mno. Kwa ninaposema hakuna mabadiliko kwenye sekta ya sheria za uchaguzi, hapa niwambie, katika hii sheria hamsini na saba hizo mbili za uchaguzi zimetupa nini? Zimetupa uwanja mzuri wa kufanya uchaguzi huru na wa haki. Ile tume ya uchaguzi uure, tume huru ya uchaguzi tunaiona sasa kwamba kweli ni tume huru ya uchaguzi. Lakini katika eneo la haki ndio eneo pana zaidi. Nianze kuongelea haki jinai Mheshimiwa Rais kwa utashi wake, kwa mapenzi yake, kwa Watanzania wananchi wake ambaye anawapenda sana, sisi ambao tuko naye karibu tunajua kwa namna ambavyo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anawapenda wananchi wake, anavyopambana kuwaletea maendeleo, kuwaletea haki, aliunda tume ya haki jinai ya mwenyekiti wa jaji mkuu mstaafu Mheshimiwa Mohamed Othman Chande. Tumele likamilisha kazi yake na vyombo vya habari mlielezwa. Sasa, baada ya kukamilisha ule mzigo wote tuliletewa sisi Wizara ya Katiba na Sheria, na mheshimiwa rais alitupa maelekezo thabiti kabisa katika eneo hilo. Tunafanya mambo mawili naanza yale ya muda mrefu afu nitakuja ya muda mfupi. Eneo la kwanza, tunatunga sera ya haki jinai. Tuliona mambo mengi ambayo tume amependekezwa yanapaswa kuwa mambo ya kisera ili usimamizi wake uwe na nguzo za kisera. Tayari mkurugenzi wa sera na mipango yuko hapa ndugu yangu Stambuli ambaye leo ndi anakaimu pia kama katibu mkuu, nami nimwambia mambo ndi anaanza hivyo hivyo. Stambuli na kaimu leo, kesho kaimu itatoka. E, amesha ameshaanza usimamizi wa hiyo sera. Tunaenda kuwapa Watanzania sera ya haki jinai ambayo itajibu mambo yote kila moja ambayo amekialeta tu na amekosa kiungo cha kuweza kuweka aki. Jambo la pili, tunakwenda kwenye kufanya mabadiliko ya sheria nyingi za jinai. Tayari mswada unachemshwa, wataalamu wameshafanya vikao vinne na kimoja wamenishirikisha na mimi, tulikifanya pale Kibaa kujadili, inaitwa criminal justice miscellaneous amendment bill. Criminal justice miscellaneous amendment bill itafanya mabadiliko yote, na leo bungeni nimeulizwa swali kuhusiana na hilo jambo, kwenye kipengele kidogo sana cha offenses against morality, makosa ya kujamiiana. Kwa hiyo hiyo sasa ni mipango yetu ya muda mrefu, lakini kwa sasa tumefanya nini? tumekwenda kuimarisha utendaji ndani ya miaka hii minne wa vyombo vya utoaji haki, taasisi za utoaji haki na mifumo ya utoaji haki. Sisi wizara ya Katiba na Sheria tumeanza na ofisi ya taifa ya mashtaka, National Prosecution Services, tumekwenda kuhakikisha kuna kuwa na ofisi ya taifa ya mashtaka katika kila wilaya, kwa sababu moja kati ya changamoto ni kuratibu upelelezi na kumaliza kesi kwa haraka. Sasa kama ofisi ya mashtaka iko mkoani, alafu mtu atoke mkoani asafiri ende wilayani akaendeshe kesi, mi natoka mkoa wa Ruvuma kutoka Songea mjini makao makuu ya mkoa na ndio kwenye jimbo langu, mpaka wilaya ya Tunduru ni kilomita mia mbili sitini na saba. Mtu aende arudi, ya aende arudi, ya haki nacheleweshwa. Sasa tunapeleka ofisi huko katika wilaya mia moja thelathini na tisa, mpaka sasa tumeshafika wilaya mia moja na nane. lakini mwaka elfu mbili na ishirini na moja miaka minne iliyopita tulifika kwenye wilaya hamsini na tatu tu ndani ya miaka minne ya samia suluhu hassan tumefika kwenye wilaya hamsini na tano sawa na utendaji wa asilimia mia moja na tatu nukta nane tunapeleka haki kwa wananchi napeleka haki jinai karibu zaidi kwa wananchi. Kwa hiyo tunajenga hizo, tunafungua hizi wilaya thelathini na moja zilizosalia. Tumeshapitisha fedha yake kwenye bajeti ya mwaka huu, tunakwenda kuzikamilisha kwa kasi kubwa mno mno mno mno. Sio hivyo tu, tumeajiri wafanyakazi mia sita katika mwaka wa fedha 2023 2024 ukiona taasisi moja inaajiri wafanyakazi mia sita ujue imedhamiria kutibu tatizo fulani hatutaki ucheleweshaji wa kesi ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais haya kesi ziende kwa haraka ndio maana tumeajiri hao ndio maana sasa hivi hata ukienda wilayani unaona kesi zinakwenda vizuri, zinakwenda kwenda haraka. Tunaenda sambamba na ma maelekezo ya muhimili wa mahakama ambao unataka katika mahakama ya wilaya, mahakama ya mwanzo kesi ishe miezi sita, ya wilaya mwaka, mahakama kuu miaka miwili.